Nitumie fursa hii kuishukuru kwa dhati kabisa serikali yetu mpendwa ya eh, Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan, mama mpenda michezo, mama mpenda Watanzania wote wanaoshiriki katika shughuli mbali mbalimbali za kiuchumi za kijamii na hata michezo hii. Leo kwa mara nyingine tena timu ya Simba imekuja, imetutoa kimasomaso huku ughaibuni, mbele ya mamilioni na maelfu ya watazamaji waliokuwa wakiufuatilia mchezo huu kwenye luninga na mitandao ya kijamii na kadhalika, Tanzania wetu kule nyumbani. Hii ni asante kwa mama, kwa namna anavyounga mkono jitihada za wizara yetu ya michezo, kwa namna anavyounga mkono virabu vikubwa kama Simba kufika katika hatua mbalimbali za michezo hii kima ya kimataifa. Kwa hiyo sisi leo hatuna mengi, mheshimiwa waziri ameongea shukrani zetu kwa dhati kwa wapenzi wa soka nyumbani, aina ya msaada iwe kwa dua, iwe kwa mambo mengine, matashi mema, wote matokeo yake tumeyaona, ushindi ambao nilipokuwa nawapokea Simba niliwaambia tunautaka, tumeupata. Na asante sana kwa viongozi wa Simba, asante sana kwa wanahabari kwa kuwahabarisha watanzania wote, lakini mwisho kabisa, lakini sio kwa umuhimu, na tuwa shukrani za dhati kabisa kwa watanzania wengi ambao wamejitokeza hii leo katika uwanja huu na kuonyesha mshikamano na timu yetu. Kwa hiyo, niwatakie safari njema katika maandalizi ya hatua inayofuata.